Mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mgole Miraji Kigera amewashukuru wananchi wa manispaa ya Musoma na jimbo lake kwa ujumla kwa kumuunga mkono katika jitihada zake za kuleta maendeleo kwa wakazi wa Musoma mjini. Mgole alirejea jimboni kwake kutoka jijini Dodoma katika bunge la kumi na tatu lililoketi mahususi kwa ajili ya kuapishwa kwa wabunge wapya wa bunge hilo na kukamilishwa kwa taratibu mbalimbali mbali za kibunge, ambapo amesema chama chake cha CCM kimemfanyia mapokezi makubwa yaliyodhihirisha kuungwa mkono na wanachama hao. Kwa mujibu wake ameeleza kuwa alikuwa jijini Dodoma katika bunge la kumi na tatu lilioketi mahususi kwa ajili ya wa wabunge hao kuapa na kukamilisha taratibu mbalimbali mbali za kibunge, ambapo ameongeza kuwa chama chake cha CCM kimefanyia mapokezi makubwa sana kwa kushirikiana na wanachama wa, na kusema kuwa lilikuwa ni jambo kubwa sana kwake na amempa nguvu ya kufanya kazi kwa bidii na kuwahudumia wananchi wa mkoa huo, sindio? Ili jipu lipone, si lazima litumbuke. Wasingizie watu, tusionee watu. Na wengi mnanifahamu mimi, sio muumini wa majungu, sio muumini wa maneno, na nadhani mnajua vizuri, sijawahi kumwambia mtu fulani kasema hivi fulani kasema hivi, na hajawahi mtu kunifuata kuniambia fulani kasema hivi kasema hivi, kwa sababu ndivyo nilivyojijengea. Naombeni tuendelee kuishi hivyo, tusichonganishane, tusipigane shoti. Sisi wote ni wamoja, tunajenga nyumba moja na tunataka Musoma yetu yende mbele. Kwa kumalizia, kwa unyenyekevu mkubwa sana, mimi nawashukuru mno. Kwa taarifa zaidi endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na Twitter at Liquid FM Radio. Mimi ni Frank Amani Mawenya.